Hii ni furaha yangu ama furaha yangu imetimia. Yeye hana budi kuzidi, bali mimi kupungua. Yohana aliweza kukata ngebe ya hawa ambao kwanza wanamtambulisha labi, mwalimu, uliye zaidi ya walimu wote kuna mtu ulimbatiza Yordani kule, na sasa hivi inaonekana an, an, anafuatwa na watu wengi, inaonekana anaeleweka na watu wengi, inaonekana ndo anayoongea vizuri kuliko wewe. Rabi mwalimu, wewe ni mwalimu mkubwa sana. Yohana aliwakata ngebe akawaambia, au aukwalifai kuwa mwalimu mkuu, mwalimu mkubwa, kwa sababu litangulia kwanza kuwa mwalimu ukubwa ama ukuu wako ni ufanisi wa maamuzi na kutenda kwako na wajibu wako. Eh, ujumbe huu Magufuli alimlenga Mwakasege pamoja na watawala waliopo sasa. Sasa najua mafansi wa Mwakasege kwa kunisikia tu hivi, mmesha komenti mmeshatukana, mwache mwalimu wetu, mwache Mwakasege ndo mwache kabisa. Sikiliza Hivyo mnavyo mkiingia kifua kwa kila kitu ndo mnajaribu kuexpose moyo wake, kwa sababu wakati mwingine Biblia imesema ama wakati watu Biblia imesema kwa matunda yao mtawatambua. Waumini mnao mtetea mulivyo ndo tunajua. Basi na Roho ndiyo itiayo uzima, basi na mzee mwenyewe Mwakasege mwenyewe itakuwa na roho hii yaani matunda ni nyie, hivyo tabia zako zilivyo, nayosema mwache, mwache mwalimu wetu, mwache mwalimu wetu Mwakasege ndo mwache, manake uzuri wa uwalimu wake ni yale mazuri yanayokushangiliza viwanjani, ila yanakuacha bado ni maraya vilevile, yanakuacha bado. Kwa sababu wengi, sura zenu, vaa yenu, mwonekano wenu, mioyo yenu kabisa, mnajifahamu. Mwalimu ni mwalimu mzuri, anawafundisha vizuri ila uzuri wa ualimu wake unaongezeka sana, kwa sababu maneno yake hayana uwezo wa kubadilisha tabia yako. Uliyekuwa malaya unaendelea kuwa malaya, malaya. sehemu ambayo tunaonaga mnasema mwalimu wetu ni mzuri, tunaonaga wakati fulani kwenye ofisi ni mijitu fulani mikatili sana ambayo unaihusisha utakuwa na utekaji ndo hili miuaji takuwa ndo hili. Kwa hiyo maanake uzuri wa mwalimu wenu nakolezwa vizuri, anakuwa mwalimu mzuri kwa sababu maneno yake ni mazuri, ila hayana makali ya kunyonya tabia chafu. Sasa mnamwexpose vibaya, hakujibu mnaojibu ndo mnaonyesha roho yake ikoje. Kwa hiyo moja kwa moja hilo ndo jibu, kwa matunda yake tutamtambua. Kwa ni vizuri wakati mwingine msimfanye kama ni mwalimu bora kuliko Daudi, bora kuliko Yesu, bora kuliko Paulo. Hakuna mhubiri kwenye hii Bibilia ambaye hatosemi sehemu ambapo alifanya vibaya. Sasa huyu msiwe mnaona kabisa, kwa mpe wakumsema ni mungu tu, hapana. Bibilia imetaka tuonyane sisi kwa sisi. Sasa eh, naweka hii kripu hapa, usipoielewa kwamba imemzungumziaje, sasa tusubiri nitakuja ni kufafanulie, imemzungumziaje yeye, pamoja na watawala waliopo sasa. Mumesoma hapa, mnataka kujenga ofisi ya Takukuru Chato, na washangaa kwa sababu Takukuru Chato tuliwapa jengo tena la ghorofa liko kwenye mlima, na ofisi ipo hiyo. Mnayotaka kwenda kujenga, mnajenga ya wapi? Unajua, msizungumze mambo kwa kunifurahisha mimi na kujipendekeza, this is not the way kujipendekeza Chato wakati nimeshaondoka kwenye urais. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Eh, sasa nadhani hapa cha kwanza, mbona hapo hajatajapo Mwakasege. Sikiliza, atutumii uh, vitabu uh, ikiwemo Biblia ama vitabu vingine vyovyote kufundishia mtu, kwa sababu liitajwa jina lake, bali kwa sababu aina ya maisha nayoishi yanafanana na kilichoandikwa au kilichosemwa wakati fulani. Kwa nini nimesema ujumbe huu wa Magufuli inawezekana kabisa ulitumwa kwa watu kama Mwakasege na watawala waliopo sasa? Ni kwamba kwa mujibu wa bibilia ama ubinadamu, kiongozi mzuri kiongozi muhubiri, wa kweli kiongozi mwenye moyo wa kweli, ni kiongozi aliye na nguvu, aliye na uwezo wa kuwadhibiti watu wanaomsifia visivyo au wanaojipendekeza kwake, kiongozi ambaye hakuangukia pua, hakuja kuwa na mwisho fulani wa aibu mbaya ni kiongozi ambaye alikuwa na uwezo wa kuwadhibiti watu wasimsifie kwa kila kitu kila mahali tu, kwa sababu kuna mahali alitaka a, a, a, a, a, kuna heshima alijengea, kuna mahali alitaka kuwa, kuna picha alitaka aendelee kuwa nayo, kuna cheo alitaka kuwa, kuwa nacho, kuna kibali alitaka kuendelea kuwa nacho. Kiongozi ambaye mwisho akuangukia pua alikuwa na uwezo wa kuwadhibiti kuwakanya watu wake kusema kinyume cha watu wake wanaomsifia na pasipo penyewe. Sasa Mwakasege ni mhubiri ambaye kwa wafuasi wake inaonekana kila anachokifanya kiko sawa na kama akiko sawa ni Mungu tu anaweza akamsahihisha. Hapana, Mungu ni watu wanadamu, sisi ndio ambao tumeandikiwa tuonyane sisi kwa sisi. Petro alionywa na Paulo na Daudi alionywa na Nathani. Watu wengi wa maana, watu wengi waliofanya vizuri kuliko wa akina Mwakasege walionywa na wanadamu na wakafanya vizuri zaidi kwa kuheshimu kuonywa na wanadamu. Sasa sehemu kubwa ukigusa yani, ni kiumbe ambaye mnataka asifiwe tu. Akitokea mtu akasema, hili sio sawa, hili sio sawa, kuna mwisho etu, mwache mwalimu wetu, mwache huyo ndo, mwache huyo ndo, mwache. Hapana, hapana wananchi, hapana, mnampoteza, mnamtengenezea mwisho fulani mgumu, mnamfichua, mnamfanya watu wa, wawe na mashaka juu ya mengi sana, kwamba hapana kuna nini kingine zaidi ya uwalimu wako? Kwa sababu ni mwalimu Mwakasege tu ambaye amekwalify, amepasi, dunia imemwexpose, jamii imemwexpose kwamba ni mwalimu, mwalimu ambaye hakemei panapokuwa na ubaya, hakaripii hachukui hatua za za, za kuadhibu wanafunzi wanaofanya vibaya. Mimi ni washauri niwaambie, kwenye ulimwengu huu ama kwenye bibilia, Mwakasege msimuite mwalimu, mwiteni mkufunzi. Ni mkufunzi, ni lekta wa chuo ambaye huenda kufundisha wanachuo, ambao ukikosa ni juu yako, ukiharibu ni juu yako, ukiacha ni juu yako, ukiendelea ni juu yako. Lakini mwalimu ni wajibu inatakiwa afundishe, inatakiwa afuatilie, inatakiwa akemee, inatakiwa akaripie, inatakiwa adhibu, achukue hatua za adhabu. Ni aina ya Mwakasege tu ndo mmempasisha kwamba ni mwalimu ambaye uwezi ukaona akikemea uchafu fulani kwenye jamii ya wanafunzi wake, ya wale mafanzi wake akiwakemea akiwakaripia akiwatenga aki wa, aki akiwachukulia hatua akiwaadhibu. Yesu amefukuza watu, Yesu ndo mwalimu Yesu amekemea watu, Yesu anawambia akina Petro, usipotawaza huna shirika nami, rudi nyuma ya shetani, wewe hu kikwazo kwangu. Hakuna mwalimu duniani asaishi mitihani hafuatilie wanafunzi anaendelea kupasi kuwa mwalimu, lakini kuna mwalimu bwana. Hey, mmempa ualimu mimi namwambia, mmempoteza na inaweza yeye, naamini yeye, naamini anajua sasa. Hakujibu. Mnaojibu ndo mnaotoa picha ya kimejaa nini moyoni. Otherwise angewakataza, angewazuia, angetokea hadharani kusema, mnaonisifia, mnaonitetea, mnao msinitetee. Na kwenye haya, hivyo ndivyo alivyofanya ambao ni waalimu. Sasa kwa bahati mbaya, mnawaita hawa wote, akina Yesu akina Yohana Mbatizaji wote walikuwa wadogo. Mwalimu mkuu kabisa, mwalimu aliye mkubwa, mwalimu wa waalimu tangu dunia kuumbwa, nadhani mnamwita, mnamwona ndiye Mwakasege. Sasa gusie kidogo Mwakasege, alafu baadaye nirudi kwa watawala, nirudi kwa watawala nikusomee Yesu katika Luka 9 mstari wa 51 hadi 55, imeandikwa kuwa, ikawa siku ya kupaa kwake zilipokuwa karibu kutimia, yeye aliukaza uso wake kwenda Yerusalemu, akatuma wajumbe kutangulia mbele ya uso wake, wakaenda wakaingia katika kijiji cha Wasamaria ili kumtengenezea mahali, lakini wenyeji hawakuwakaribisha kwa vile alivyoelekeza uso wake kuelekea Yerusalemu. Wanafunzi wake Yakobo na Yohana Walipoona hayo walisema, Bwana, wanataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni uangamize kama alivyofanya kama alivyo, kama Eliya naye alivyofanya. Akawageukia akawakanya, akasema hamjui ni roho ya namna gani mulio nayo? Hawa wanamsifu Yesu, Yesu amewatuma wa wamwandalie mahali yazungumze, na watu wale. Watu wanasema hapana, mtu mwenyewe si anataka kwenda Yerusalemu, sisi hatuna muda wa kumsikiliza, aendage huko anakotaka kwenda, si hapa, nataka kupita tu Ko. hawa wanafunzi wapambe, wapambe wanamwambia Bwana, hawa wanataka tuwaagizie moto, tuwaagizie moto kama Elia alivyofanya, ushuke moto hapa, wakujue wewe ni zaidi ya Elia, wakujue wewe ni kama Elia. Yesu anasema hamjui ni roho ya namna gani mlio nayo. Yanaandikwa, yanaonyesha anawadhibiti wapambe. Wapambe, musinipandishe kichwa, musione mimi ni wakufanya kila kitu na ambacho hakitakiwi kufanywa. Nikusomee mfano mwingine, Yohana Yohana sura ya tatu Yohana sura ya tatu, mstari naanzia 26 hadi 30, imeandikwa kusema: wakamwendea Yohana wakamwambia, Rabi, mwalimu uliye juu ya walimu wote, yeye aliyekuwa pamoja nawe ng'ambo ya Yordani, yeye uliyemshuhudia, tazama, huyo anabatiza na watu wote wanamwendea. Yohana akajibu akasema, hawezi mtu kupokea neno lolote isipokuwa amepewa kutoka mbinguni. Ninyi wenyewe mwanishuhudia ya kwamba nalisema mimi siyo Kristo bali nimetumwa mbele yake. Aliye naye bibi harusi ndiye bwana harusi, lakini rafiki yake bwana harusi, yeye anasimama na kumsikia, aifurahia sana sauti yake bwana harusi. Basi hii ni furaha yangu ama furaha yangu imetimia. Yeye hana budi kuzidi bali mimi kupungua. Yohana aliweza kukata ngebe ya hawa ambao kwanza wanamtambulisha rabi, mwalimu, uliye zaidi ya walimu wote. Kuna mtu ulimbatiza Yordani kule, na sasa hivi inaonekana an, an, anafuatwa na watu wengi, inaonekana anaeleweka na watu wengi, inaonekana ndo anayoongea vizuri kuliko wewe. Rabi, mwalimu, wewe ni mwalimu mkubwa sana. Yohana aliwakata ngebe, akawaambia au kwalifai kwa mwalimu mkuu, mwalimu mkubwa, kwa sababu litangulia kwanza kuwa mwalimu. Ukubwa ama ukuu wako ni ufanisi wa maamuzi na kutenda kwako na wajibu wako. Huyu kweli amefuata, lakini imenipasa mimi kupungua, huyu aongezeke. Nataka nikujulishe hata shetani hakupanga kuwa shetani, hakupanga kuna watu waliona nzuri, ana sifa nzuri, anaimba vizuri, anaongoza vizuri praise kuliko Mungu mwenyewe. Wakasema, kwa nini sasa usiwe Mungu mwenyewe? Wewe ni zaidi ya kila kitu. Wanadamu hufika mahali na kuchukua na, ku, na kuwa na miisho mibaya kwa sababu ya wapambe. Wapambe usipo wadhibiti wazi wazi, watakupoteza. Sasa tuendelee kuimba mapambio, Mwakasege ndio mwalimu mkuu kuliko Yesu kuliko Yohana, endeleni kuimba, kwa sababu hapa tulipo, mambo yame yako karibu na mwisho, yako karibu na mwisho, karibu kila aliyewahi kusimama kwa hila yoyote hapa, mambo yako karibu na mwisho. Naomba pambio. Mwakasege ambaye hakemei mauaji, huwa aonyeshi msimamo wa wazi kwenye mambo yenye utata, huwa sio direkta wa wazi kwenye mambo yenye utata. Pakiwa na utata na waacha kondoo wakajipiganie wenyewe wakisavaivu kule waje wajifunze kwake huyu ambaye akemei utekaji akemei mauaji akemei urarushu akemei ufisadi. Ni mwalimu minazojua mwalimu lazima akemee ubaya. ikiwa amekufundisha njia ya kuacha ubaya hauachi nyiye, mnakimbizia mwinjilisti, ndio kazi yake. Ukweli ulivyo ni kwamba Yesu ndio mwalimu, na mwalimu yoyote wa duniani, mwalimu yoyote ana kwalifai kwa mwalimu kwa, kwa kufundisha, moja kusimamia kama wanafunzi wameelewa, kutoa mitihani, kutoa adhabu, kukemea, kukaripia watoto wenye nidhamu mbovu, kuchukua hatua ya kuadhibu ama kuwatenga ili wa, wasichafue watu wengine. Tuna aina ya mwalimu duniani na imedhaniwa ndiye mwalimu bora ambaye hakuna unalotakiwa uongee kwamba hili sio sawa, twende kazi, hayo mapambio yaongezeke na yeye aendelee kuwa hivyo hivyo, asijitokeza hadharani kwamba hao wanaonikemea, wanaonijulisha mapungufu yaliyopo, hao ndio rafiki wa kweli, hao ndio wanaonipenda kweli. Twendeni, yaendelee hayo mapambio Mkazane sana kuandika comment, mkazane sana mwache mwalimu wetu, mwache mwalimu wetu, mwache wengine. Sisi tunajua hatuna jinsi, tumeshikwa kwenye kibindo. Mungu utuambia sema tena, kwa sababu wakati mwingine inawezekana mtu huyu anapendwa sana kwa sababu sidhani, hatuwezi kuja kuacha kugusa kabisa jina lake. Mungu anaweza kaja kufunga kabisa, tusiseme kabisa mpaka utakapokuja kuona kitu ambacho utakuja kujua kumbe tulipokuwa tukisema ndio ulikuwa upendo. Inawezekana ana thamani sana kwenye moyo wa Mungu, ndio maana kila wakati, pamoja na wengine, tushawahi kupata madhara ambayo yanaonekana ni kama kule kusema makosa yake kuliongeza hatari iliyoongezeka kwetu lakini bado pamoja na hatari ile Mungu na, anaturudisha, sema tena waku, mkumbushe tena mtumishi wangu wakumbushe wa, wa mashabiki zake wapambe zake, ila nitaki kuakishie kuna wakati hatutasema tena eidha tutakuwa tumeuawa tumewaishwa kuondolewa hapa duniani kwa sababu nikuambia watu wema kwa mujibu wa Zaburi 37 Mithari moja ambayo inakusomea mara kwa mara watuwema, huuawa na watu wabaya. Kwa hiyo e, kama tutaacha kuja kusema kwa sababu tutakuwa tumeuawa ama Mungu atafika maratukusema sasa, inatosha. Nina hakika hakuna lenye mwanzo isio na mwisho. Tutakuja kuona sasa huo. Uh, ndo ulikuwa ujumbe kwa upande wa Mwakasege kidogo. Upande wa watawala ni kwamba katika kitu ambacho watawala huwezi ukakiona kirahisi, watawala wengi ambao mwisho huangukia poa, huwezi kuona wakiwadhibiti wanaowasifia na pasipo pakuwasifia. Kuna kitu nimewaambia mara kadhaa, na ntabaki nikiwambia, nikasema Magufuli ende, ziendelee kupigwa pambio za matusi ziendelee kuimbwa nyimbo za matusi, alikuwa mtu mbaya au iendelee kuwa hatari kumzungumzia, asiwepo akumsifia, ukimsifia tu unaanza kufuatiliwa kwa ukaribu na hatari zingine kadha wa kadha. Mimi Mungu kwangu mimi Yesu kwangu ni mtu yoyote anayejaribu kutenda mema, kutangaza mema anayofanya mtu. Yesu ilikuwa ni mfumo, ni picha ya watu wawe wanaishije yeyote aliyefanya kama Yesu alivyokuwa anafanya, huyo ni sehemu ya uungu. Mungu ni mema. Tunataja majina akina Paulo, akina Petro, akina Yohana, akina nane, sio Yesu, sio miungu, lakini tunawataja kwa heshima na kusema popote waliposema, tusema Mungu anasema, Mungu alisema. Mtu yoyote aliyewahi kufanya vizuri, huyo ndiye Yesu, huyo ndiye... hapo sasa ndio Yesu. Yesu ni mfumo. Sikiliza wewe Mwandeko wewe Yesu ni system life, life, life style, aina ya maisha. Yesu ni formula. <sighs> Ntapotea sana huku sasa. Anyway, kitukana hapa kwa sababu jaelewa, endelea kutukana hapa. Lakini mimi, mtu yoyote aliyewahi kufanya vizuri sitayaonea haya mazuri aliyowahi kuyafanya na kuyafanya na kuwafanya watu wajue huo ndio mfano yopasavyo kuishi. Utanipenda, utanichukia, haitanisaidia chochote, kwa sababu wapo walionichukia, wamenidhuru, wameniumiza, na sasa najaribu kufanya lile tu ambalo Mungu angetaka nilifanye nikiwa kwenye majeraha na maumivu kiasi hiki. Kwa hiyo hautanipunguzia kitu. Magufuli ni mtawala ambaye, kama mfano ulioona hapo nimewajulisha mara kadhaa ya kwamba Magufuli walipojipendekeza vibaya watu wake, alikuwa na uwezo wa kuambia acha, msinilinde musini, msinitetee, msinipiganie hata kwa njia ovu. Kuna watu mnazungumzia kuhusiana na utekaji, watu walitekwa kipindi cha Magufuli e, sabuni pia, na watu ni wangapi mtofautishe watu wa Kibiti na waliotekwa. Nimekuwa nikifafanua sana kwenye haya maeneo e, sabuni, waliotekwa ni wangapi? Waliotekwa ni wangapi wakati wa Magufuli? Kwa nini waliacha kutekwa? Jibu ni kwamba mimi ni juacho, ni juacho, yule ni mtawala, alikuwa na uwezo wa kuambia wasaidizi wake hili, acha kati Tundu Lissu amepigwa risasi. Ukisikiliza speech ya Bashe, hata Magufuli alitweet. Hata Magufuli alitweet. Aitweet nini pale Bashe akafafanua alafu mimi pia sikufuatilia. Magufuli aitweet nini? Kwa habari ya kupigwa ama kulaani kupigwa risasi kwa Tundu Lissu. Lakini kuna watu wanasema ni yeye, ni yeye alituma. Mimi ninachohisi, ninachohisi angekuwa ni yeye baada ya Tundu Lissu kuonekana yuko hai mpaka hospitalini. Inawezekana. Inawezekana asingetoka salama pale. Sasa madaktari wana mazingira ya kwamba watuondokeni, watuondokeni tu, tu, tu, tu, tufanye mawili matatu. Baada ya hapo ni hospitali ya serikali ile, wanao uwezo sasa. Enewe anyway. inawezekana ni Magufuli, alifanya yote hayo. Alikuwa mbaya, ila ni mtawala ambaye alikuwa na uwezo wa kuambia wasaidizi wake hili acha hapa acha. Ndio maana mliona vitendo kinazorigwanda eh, kina bensa nane ndio ambao inaonekana walipotea. Tundu Lissu akapigwa risasi akanusurika kwa sura kama ile. Baada ya hapo hamna stori nyingine. Inawezekana kabisa mtawala aliyekwepo alikuwa na uwezo wa kuambia wasaidizi wake acha hilo, hapana. Kina Roma alipotea akaonekana. Inawezekana mtawala alikuwa na uwezo wa kuambia wasaidizi wake acha kunitetea kwa njia hii, kunipigania kwa namna hii, hapana. Pengine mezungumzia Kibiti. Kule Kibiti inawezekana kabisa kuna watu ambao mnasema walipatikana kwenye msandarusi, kando kando ya bahari na vitu kadha wakadha kule Kibiti inawezekana kuna watu walikuwa wanaua watu, na wenyewe walipokamatwa inawezekana waliuawa. Waliokuwa naua watu, inawezekana na wenyewe walipokamatwa waliuawa. Kwa sehemu kubwa e, bibilia imetaka hivyo, wanaoua watu wakikamatwa wauawe. Sasa kwa sababu sheria <coughs> sheria zime zinataka akiua baadaye kwanze kuwa na huruma ye, yeah, hapana. Yeye yeah, hapana, na vitu kadha wakadha. Ndio maana wakati mwingine haya majeshi haya eh, yanapitaga tu njia fupi, kwamba vya sheria tutapamba naye mbele. Ukikuta unaua watu unauawa, basi, yanaisha, yanaisha. Kuna watu Msumbiji kule, magaidi walikuwa na wanakamata wanaua watu wanajeshi wetu inawezekana kabisa, wakiwakamata wanao wa watu wanaua tu, yanaisha. Mkiwakuta kwenye sandarusi, mkiwakuta wapi. Sasa hayo mengine tusingeyaweka kwamba anaua sana watu wa Kibiti ameua ameua. Kama kweli waliokuwa na <coughs> wanaua watu kule, na wenyewe walikamata wakauawa. <coughs> sasa Nimewawekia tu mfano wa rais Magufuli wa kwamba e, yeye yeah, alikuwa ni mtu ambaye anaweza kuzuia wanaomsifia au kumtetea visivyo. Watawala wetu kweli wana uwezo wa kuwazuia wanaowatetea visivyo? Sidhani kama tungefika kwenye vilio hapa tulipofika, sababu vilio vimelia from day one. Kadri kilio kilivyoongezeka ongezeka, ndivyo wanavyo wanaolia wameitwa wanaharibu amani wa ya nchi wame, wameitwa ni wachochezi. Yaani mtu kaumizwa analia analalamika, kule kulalamika, sio aliyemuumiza ndo anaondoa amani ya nchi, ila huyu anayelalamika nayelia ndo anaondoa amani ya nchi mwalimu walimu wetu akina Mwakasege kimya, wenyewe wako kwenye ulimwengu wa roho, vita vyao ni si juu ya mwili na damu katika ulimwengu wa roho wenyewe wa hawaoni, hawataki waone kinachoendelea, kajipigania mwenyewe, wenjoni kufundishe. Lakini Yesu alimwambia aliwaambia, yule kuhani na yule mlawi na yule Msamaria kwamba huyu ambaye hakwenda kwenye semina hakwenda kwenye kongamano hakwenda kwenye maombi, alimsaidia mtu fizikali aliyemkuta ameumia, ndiye jirani mwema. Asante kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani, aliyetoka kumuhifadhi sifa na yu, ni yule aliyetoka gerezani yeye. Yeah, anasema: itengenezeni njia ya Bwana, anyosheni mapito yake. Na kwamba heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayefiwa, atakayeuawa ama afaaye katika Bwana, tangu sasa apate kupumzika mara baada ya tabu yake. Tazama, mwamuzi, msemaji, muhukumu wa haki, Mungu mwenye nguvu yu karibu kuja. Hii ni maana ya neno maranatha.